Nyanja TV. TV ni TV yako pendwa inakuletea habari za kitaifa, kimataifa, michezo na burudani, visa na mikasa, makala, elimu pamoja na kipindi cha mila na desturi za makabila yetu hapa hapa Tanzania. Tazama Nyanja TV. Nyanja TV habari anaitwa William Patrick Gumbo eh, meya wa halmashauri ya manispaa ya Musoma hmm. Ha, tatizo la lishe ni la taifa. Tunaangalia sasa lishe, kampeni ya lishe kwa hii manispaa ya, ya Musoma mmetekeleza vivi au mejipanga kuitekeleza vivi? Ya, ni kweli kwamba katika eh, Tanzania kwa ujumla wake umekuwa na hilo tatizo la, la lishe lakini ni ukweli kwamba pia hatua tuliyokuwa nayo huko nyuma, miaka mitano iliyopita, na hasa baada ya mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan kuingia, hatuko pale tena, tumepiga hatua. Cha kwanza e, tulikuwa machampion mimi na manispaa yangu katika kuhakikisha kwamba kwanza, kama alivyoelekeza e, mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan, kutenga shilingi elfu moja kwa kila kichwa cha mtoto E, kwa ajili ya kusaidia kushughulika na afua na changamoto za, za, zinazoletelezea zinazo tatizo hili la la utapiamlo kutunza ku, ku, ku, eh, mila na desturi kwa manispaa ya Msoma. Eh, manispaa ya Msoma, mnakaa na viongozi wa mila na desturi kuweza kuzungumzia swala la mila, hasa semza matambiko, kwa kuna maeneo yameainishwa semuza matambiko na mila na desturi na za kila hmm kila eneo lakini, bado kama Watanzania tunazo desturi zetu, tunazo staha zetu. Sisi wa halmashauri ya manispaa ya Musoma kama alivyo daktari wetu Samia Suluhu Hassan tunacham, tunatambua uwepo wa viongozi wa kimila eh, tunatambua hapa Musoma tunao, tunao machifu wetu katika vikao mbalimbali tena kupitia mkuu wetu wa mkoa amekuwa akituunganisha, tunakutana nao, tunaongea nao Nakulua na kuna wanatusaidia katika amani. Hiyo moja, lakini pili, tunayo mabaraza ya wazee ambao sisi tunayatambua, na katika tuna baraza la wazee la manisipali, nao mwakilishi. Kila tunapofanya mabaraza ya madiwani lazima tunapata uwakilishi kutoka kwenye baraza la wazee, uwakilishi wa no, kike wakiuma walimbe wao wanaingia kwenye baraza la Manispaa, na tunapata nafasi ya kuona kwa sasa. Asante sana. Je, mradi wa Agusti sasa mradi wa Agusti mliupokea vipi mradi wa Agusti? Hii mradi ambayo mama ame- amepambana na kisha kwamba hii mradi ya Agusti yani mapokeo yalikuwa ni. Ah, mapokeo ya mradi wa Agusti ni makubwa sana kwa sababu mapokeo mradi wa Agusti umekuja kuleta mapinduzi makubwa sana kile na kiuchumi nasema elimu na kiuchumi kwa sababu tulikuwa tunatumia nguvu kubwa sana sisi kama halmashauri, lakini wananchi wetu, katika kuchangia ujenzi wa miundombinu kwa ajili ya shule za watoto wetu. Lakini toka mradi wa Gusti umekuja tumekusha pata shule takribani tano ambazo zimejengwa kutoka ngazi ya msingi mpaka, pasipo kumchangisha mwananchi hata kidogo, sambamba na upataji wa walimu. Kwa hiyo hii mradi kwa kweli ni mkombozi mkubwa sana wa Kitanzania, na sasa sisi tumeweza watoto wa ambao takribani elfu nne eh, wanaomaliza darasa la 7 wote wanapata nafasi ya kujiunga na kidato cha kwanza, kwa chaguo la kwanza, sio second selection wantu mm, anasema hakuna. Sasa hivi wote eh, wanakwenda wanapata nafasi ya kujiunga na kidato cha kwanza. Okay, ni vitu gani ambavyo nitakwenda kuvitangaza mkoa wa Mara ambavyo ni vivutio vya utalii, ni vivutio vya uwekezaji kwa manispaa yetu ya, ya Musoma? Ni vitu gani ambavyo tunajivunia tukavitangaza sasa kitaifa na kimataifa taifa? Kwanza tunataka dunia na taifa ijue kwamba eh, lango jepesi la kuingilia katika mbuga za Serengeti ambayo ni moja kati ya se, ya hifadhi ambazo ziko katika yale maajabu saba ya yale dunia yale ya uamani wa maji wa wanyama wa wa wale nyumbu wale. Hili ndo latu mkuma dunia ju kwamba sasa hivi tunajenga uwanja wa ndege ambao katika hatua nzuri kabisa e, runway ile karibu inakamilika na ina kutoka hapa ni takribani kilomita 100 tu utakuwa na ndege hapa, utakwenda Serengeti, utaona wanyama wote ambao, yani Serengeti ni sehemu ambayo ni combination ya ambao wa, kuna wanyama wote, ukitaka simba utampata, utaka tempo utampata, ukitaka chui utampata, Taka Taka na wengi neo wengi, swala swala pa kuna milia wapo, kwa twiga wapo kutosha. Hilo ni lakini lingine eh, katika manispaa yetu ya Musoma nalo sio Victoria hapa, bado unaweza ukafanya utalii wa utalii wa wa boat, utalii wa kuvua fishing tourism, na wenyewe ziwa Victoria bado liko tunao, visiwa vizuri kabisa eh ambavyo wengine wanaweza waka wakavitembelea eh kama hiyo haitoshi, lakini pia tunazo mila na desturi zetu, tunayo maeneo yetu ya ya asili. Mjerumani alikaa hapo, majengo ambayo Mjerumani aliyatumia kama makazi, kama ofisi mpaka leo. Ya mfano mzuri ni jengo la mkwe, ofisi ya mkuu wetu wa wa wilaya ni jengo la Mjerumani mpaka leo, badi inafaa kama eneo mengine ni mengi. Miundo mbinu yetu na yenyewe inavutia mtu, ukitembea manispaa ya Musoma, barabara zote za mjini katikati hapa ni salama. Lakini jambo lingine ndio hiyo kwamba sasa hivi tunajenga hospitali kubwa ya kisasa, hospitali ya Mwalimu Nyerere, na yenyewe pale utakuwa ni mtalii wa tiba pale. Sasa hivi tumefikia vifaa vyote vya muhimu, sasa hivi ni hospitali jambo ambalo ni muhimu sana. tali kutoka kwa sehemu lazima pia anataka ajue miundombinu ya barabara ipo hiyo, tunayo miundombinu ya kitiba tunayo, sasa hospitali ya ya kanda. Katika sekta ya uwekezaji sasa, tunataka kuwekeza uwekezaji ya mtu yako maeneo ya kuwekeza. Moja, hapo nyuma tulikuwa tuna tulikuwa tuna, tuna viwanda vya samaki hapa katikati vime me-tumekuwa kidogo kwa hiyo tuna eneo hilo. Sasa hivi tuko katika mkakati wa kupambana na suala zima la misimu uvuvi haramu ili kuongeza uzao wa samaki e, moja lakini pili, tumeanza uvuvi wa wa vizimba. Kwa hiyo tunawapa wito wafanya biashara wa uwekezaji warudi kwenye uwekezaji wa wa wapili wa viwanda vya samaki lakini tunacho kiwanda chetu cha cha Mutex e, kimekufa kile, lakini eneo bado tunalo. Mtu yoyote ambaye anahisi ana, ana, ana anahitaji ana kuwekeza hapo, haya kiko eneo la maziwa kuabayo amebarikiwa kuwa na ng'ombe wengi e, na maziwa ni mengi, kwa hiyo kuna fursa hapa ya kuanzisha kiwanda cha mazio, lakini majirani zetu hapo Butiama e, wanao eneo kubwa sana kwenye ukingo wa ziwa Victoria na mto Mara, bado pale tunaweza tukaweka, tukaweka kiwanda cha uwekezaji ke, ke, wa kilimo cha cha sukari, kilimo cha miwa kwa ajili ya ya sukari. Lakini kwa kuwa sasa tunaifungua mara, tunaifungua Musoma, wawekezaji wa mahoteli na no, wahitaji sana katika katika manispaa yetu ya Musoma. Fursa zipo, waje, tutawaelekeza wapi kane inapatikana taka kuwekeza milango ikuazisa. Swali langu la mwisho soko la nyasho, labda ujenzi wake utaanza karibuni <inaudible> anamda yeah. Ikawa tutatembea mwadisi sasa hivi utakwenda utakuta soko la na si soko la nyasho tu Tumevunja soko la nyasho hivi karibuni, tuna- tunakaribia tuna kuanza katika kipindi cha miezi miwili ijayo. Tayari utaukija utakuta pale kazi zimeanza, kwa sababu mkandarasi tayari hajaingia eh, tayari, kazini, lakini tayari wameshapatikana. Tenda tulifungua tarehe ishirini na nane ya mwezi uliopita, kwa hiyo ni mkua za mwisho eh, mkandarasi anapatikana, nasi hapo tu ni pamoja na stendi ya Bweri welisemi na yenyewe tunakwenda kuijenga upya na ivunjeleliyoko yote, lakini tuna tuna, tuna, tuna barabara kama nilivyosema, kwa kuwa tumeamua iyo hospitali ya kwangwa iwe ni inatoa huduma za kitalii kwa maana utalii wa tiba, kama ambavyo mtu leo anasema nataka kwenda Apollo India, basi aseme nataka kwenda hospitali ya Mwalimu Nyerere. Ile barabara nayo tumeiwekea lama

kwa hivyo msingi angalia njia nzuri kuweza kuacha hapo wakati wale wakandarasi na kwenda nao kuja kujenga ile soko, ndio na ile nani hapo, ni ya kweli ya hili naweza kusaidia sasa jinsi gani tunawasaidia. Kwa kwanza, nikushukuru kwa kuuliza swala swala swala muhimu sana. Unajua kunapokuwa na juhudi za maendeleo watu wapinzani wa maendeleo wa wengine wao. Kwa hivyo, kwanza yale mabanda ni mabanda ambayo yamehama kama yalivyo kutoka sokoni ambayo ilikuwa ni, ni mali ya manispaa, sio ya yakua ya manispaa ya lakini lile eneo lote ni sehemu ya mradi e, yani mradi wa soko utajengwa mpaka kule e, na hilo lilikuwa, lilikuwa ni ombi lao wao wenyewe. Soko lilikuwa hapa mbele, ni wenyewe ndio waliomba, kwanza waliomba wawekewe taa na pale wawekewe lami pale ili siwe yatope tena. Kwa hiyo kinachofanyika, tulikwenda tukawaelesha naazoe. Ni kweli kulikuwa kuna taarifa za upotoshaji kwamba lile lingetumika kama sehemu la kupaki mitambo ya mkandarasi. Hamna, ile sehemu ni sehemu ya utekelezaji wa mradi, na penyewe panajenga ni soko. Ukiongea soko la nyasho litaanza huko barabarani, litatenganishwa na barabara, lakini na pale napo endelea. Yeah, yes Eze, basi nikushukuru sana mheshimiwa, tumeweza kuzungumza mambo mengi, umenipatia kila kitu nilikuwa nakihitaji. Ninaona kwamba ni jisigani manispaa yetu ya Musoma imepiga hatua kwa kasi ya ajabu sana, tumeridhika na hilo, tumeridhika kwamba tumefurahi kwamba mheshimiwa tunazungumza. Hmm, basi kubwa atu utekelezaji uendelee.